Mimi sirudi tena hiyo situation ya baba, mimi sijapenda. Yani naishi naishi maisha magumu, sawa am, amenichukua mfanyakazi wake, lakini sasa ambavyo nimeishi hapo nimeishi kama, nimeishi kama nipo na ndugu, ukizingatia we mama ni mtu wa huku yani, nilikuwa na hisi kama nipo nyumbani, lakini sasa Yo, this is Alpha TV na leo tupo na mgeni wetu atajitambulisha na kila mtu atamfahamu na atatuelezea alakati na kila kitu juu ya maisha na ukizingatia ni kijana kuyo, yaki, Brother, kwa hiyo ninaweza ikawa kupitia interview yake unaweza kupata inspiration. Mimi naitwa Samson ila jina langu la kisanii naitwa Santi. Aha. Santi, wewe ni mwenyeji wa wapi ndugu yangu? Aha, mi nyumbani kabisa ni wilaya ya Namtumbo mkoani Ruvuma ila wengi wanapajua Songea ndio inajulikana zaidi. Ina ina maana ni mzaliwa wa Songea? Yes, mi mzaliwa Songea. Wewe ni mtoto ngapi katika familia yenu? Ah, si. Upande wa mama yangu mi ni mtoto wa pekee, yani nimezaliwa pekee yangu, ila kwa baba tupo wengi, tupo wengi. So siwezi kuwasema wote kweli hey, mpo wengi. Na ilikuwaje mpaka leo hii tunakuona Dar es Salaam? Ah, changamoto changamoto tu blaza. Unaweza ukapitia changamoto, dakika za mwisho unaweza kujikuta umebukia sehemu fulani, ila nakumbuka wakati namaliza form 4 na, na dada angu huko, mtoto mama mkubwa, alikuwa alikuja kule nyumbani Songea. So baada ya kuja akaniambia Sam, huku amna kitu ambacho unakifanya Njoo Dar es Salaam kule, kuna mambo mengi, kuna kazi nyingi utafanya da. ukizingatia Dar es Salaam ndo mara ya kwanza kuja ili amshaamsha ilikuwa ya kutosha sana da. kaigi Dar es Salaam, basi akantumia nauli na kwa mara ya kwanza nikaja Dar es Salaam. nakumbuka mpaka tarehe nakumbuka ilikuwa mwezi wa kumi na moja tarehe ishirini na nne siku ilikuwa Alhamisi. Mwaka gani? Ilikuwa elfu mbili na kumi na sita Aha. Kwa ulivyofika Dar es Salaam ukakutana na hiyo kazi ambayo amekutafutia dada yako. Ah, si noma sana. So siwezi kusema kwamba nilikutana na kazi, ila nilivyofika kwa sist, nilikuta sist sababu mi nilikuwa kipindi hicho bado, yani sio mjanja mjanja sana sist alikuwa ni mjamzito, yule sikuwa najua. So nilivyofika kwa sist. Ishu kubwa ndo likuwa kumsaidia yeye kazi zake za nyumbani pale alipokuwa kabanwa. Basi mi nilikuwa nafanya kazi, naamka asubuhi au anakuja kuniamsha anatega alamu sababu yangu, yani ili aje aniamshe. Kwa mchongo ulipigwa tekniki yani, kwamba bwana, huku imepatikana kazi, kumbe kazi ipo nyumbani. Naam, ilikuwa hivyo ndugu yangu. So naamka saa kumi na moja, nafagia uwanja naandaa watoto shule kabla sijaandaa, lazima ntakologa uji ili wanywe, tawapeleka shule, nitarudi kazi za nyumbani, azikuosha vyombo, nikimaliza hapo gengeni naenda, narudi umesema ilikuwa mwaka gani elfu mbili na kumi na sita aa hapana hapana nilikaa kwa dada angu elfu mbili na kumi na sita mpaka 2017 nilienda nyumbani baada ya sisi tu kujifungua akanambia mdogo wangu wewe nenda nyumbani mara moja zeni tutakuita sasa hivi kuna mambo yako sawa nenda ukasalimia nyumbani kwanza sikupendezwa japo ndo hivyo ishatolewa kauli, na ukizingatia mimi nilikuwa nakaa kwake. Ila kipindi kile wakati naenda nyumbani baada ya sisa kujifungua, shemeji yangu ananionea sana huruma. Zile kazi za nyumbani zilikuwa zimenizidia. Septemba kwa nagombana na dada kwamba unamfanyisha unamfanyisha kazi ndugu yako kama mfanye kazi ndo nini eh? Basi mi nitaondoka. Naye shemeji yangu alikuwa fundi rangi kipindi hicho, kwao akanichukua akaenda kunifundisha ufundi wa kuskim na kupiga rangi kwao, nikaa na idia hiyo, nikawa naenda, nilivyoenda nyumbani nilikuwa na fundi rangi uh -huh. Ko ukarudi tena nyumbani Songea sasa? E, nirudi nyumbani Songea, ilikuwa elfu mbili na kumi na saba kama mwezi wa tisa hivi, nilienda nyumbani. Lakini sasa baada ya kurudi nyumbani Songea, sahizi tunakuona tena da, ikawaje hadi ukarudi tena da? baada ya kurudi nyumbani ah, maisha ya kijijini kidogo yalikuwa magumu nikapiga jembe ule msimu mmoja ule mwezi wa kumi na mbili maana kule Songewa tunalima kipindi hicho mwezi wa kumi na moja kumi na mbili mpaka wa kwanza mwezi wa pili nikaondoka Songea nikaambiwa kuna kazi ya kuchoma chipsi Njombe Nombea. Basi tukaondoka pale na washikaji wengine, tukawa tumefikia kwa huyo bosi ambako yeye yeah, anaishi Njombe ila eneo la kazi lilikuwa Mbea. So baada ya kufika pale akaniambia basi, Sam weka hapa, subiria watu wengine wakija, mtaenda wote, ila hapa kuna wadada watatangulia kwanza, ambao wadada watakuwa wanahusika na mambo mengine. Maana ilikuwa kama hoteli hivi, watu watakula, watakunywa, watalala, ilikuwa hivyo. So baada kuka ya kukaa pale, yule akaniuliza ule bosi sasa, yani tofauti na kuchoma chips, una idea gani nyingine? Afu pale alikuwa anajenga jenga ule bosi wangu, nikamwambia mimi naweza kuskim na kuskimu, piga rangi. Ambia oh, umefika wakati mwafaka sana. Basi si naomba usikimu hapa, tutakulipa hela. Bei gani? Kaambia mpaka niangalie kazi ndipo nitaje bei. Basi akaenda kunionyesha fremu zake, zilikuwa kama tano hivi na sebule na kibaraza hivi na kikoldo, ambacho nilimwambia <coughs> hapo kama laki tatu na hamsini na hivi, kipindi hicho bado mwoga wakutaja bei sababu nilikuwa sio mzoefu sana. Eh, yule mke wa bosi akaniambia achana na hiyo kazi. Babago alikuuliza kwa nini wewe mwambie hata unaumwa tu. Nikamwambia basi sawa. Mimi nikaachana na ile kazi. Mama akaniambia mimi nakupa viatu vilikuwaga humu ndani, naomba utandike utandike nini ili wanaita. Kikwetu tunaita jafafa ila huko wanaita carpet. Honi kana namwaga viatu nje pale naauza. Unaona? Nimeuzauza viatu. Akanaambia we jiongeze, viatu hizi vya zamani we uza bei ambayo unaona ikiwa sawa, inakulipa ukipata kidogo. Yaani vingine walikuwa vijui pale, na mi nikawa sasa na, naishi na mule mule akili kichwani kwako kama unavyoelewa tena. Basi ifikia steji, nikanunua simu pale pale kwenye kupitia vile viatu, kisimu kidogo, ili nami nipate kuwasiliana na, na, na, na, na ndugu zangu. Baada ya hapo hiyo siku nakumbuka, nilikuwa na, nilikuwa naandika kabisa kila kitu nachokiuza kila kitu. Mama akawa anapenda ile kazi akawa ameenda kuchukua mzigo mwingine, sasa kwaona kana endelea nauza nauza nauza na biashara ilikwepo uongo zambi. Akanambia dogo yule baba sasa siku yake anarudi kutoka Mbeya, anambia sasa, mbona hujamaliza? Nikamwambia na mimi najisikia vibaya, afu mama kanipa hii kazi. Sema unanyota biashara mamako. Kaniambia safi sana nikaambia basi sawa Ina maana hapo yeye, hapo yeye, sasa kama unamdai. Kasha sahau sasa, mimi nikamkumbushia baba vipi kuhusu hela yangu? Akunijibu akawa ameondoka tena. Mimi ilikuwa naniumiza sana pale ambapo naona kazi yake imefanyika afu mpaka wapangaji wa kipindi hicho walikuwa tayari washaanza washaanza kuja naweka mageti wapangaji wanachagua kila mtu na fremu yake sababu ilikuwa ni senta kabisa pale pale Njombe mjini. Umeona. So baada ya pale mi hali ilikuwa inaniumiza sana. Kuna siku nikawa nimekutana na jamaa ambaye naweza nikasema nimesoma naye shule moja, nafu tulikuwa na kaundugu kidogo, anaitwa Bosco. Huyo jamaa basi akaniambia, uwa wee unaishi wapi? Nikamwambia mi naishi sehemu fulani, akanambia tuende ukapaone kwetu. Nikatoka nikaenda mpaka kwao ambako anaishi. Tumeenda kule usiku, kule kwetu kuna pombe inaitwa ulanzi O, hizo pombe zipo sana Iringa, yani kusini kusini kusini zipo sana. So hiyo siku nilikunywa sana ulanzi, sababu nilikuwa na sesi na, na kingine nilikuwa nimeumisi, sababu nyumbani uko mwingi sana ule. Nikanywa nikalewa, afu mzee akawa nipigia simu, mi nimekuja nyumbani hapa umefunga umefunga hata biashara, upo wapi? Mi nikaambia mi na msiba, kuna ndugu yangu anaumwa fest. Nilimwambia hivyo anaumwa. Eh, anaumwa nini? nikamwambia kuna ndugu yangu anaumwa, yupo hapa hospitali. Anaumwa ni mtu mzima au mtoto? Akamwambia anaumwa mtoto ndugu yangu mwanaye. Aya, sawa, naomba uje nyumbani kwanza. Basi nikatoka nikaenda, na pombe zangu zipo kibao kichwani, kaenda kule <coughs> kamkuta mzee. Sasa nikatumia akili. Moja nilikuwa na laini mbili kipindi hicho, laini yangu moja, laini yangu ya Voda nikaisevu kaka nikajitumia meseji wadogo, mwanangu kafariki, kama unaweza njo, maana mi sina ndugu mwingine huku. Nilipofika tu nyumbani moja kwa moja nikamwonyesha mzee, kaambia mzee, soma hii meseji. Akaniambia ah, kwa hiyo mgonjwa kafariki, yupo hospitali gani? Kaambia Ubena, na hapa mimi inabidi niende yani, sitosikiliza kitu chochote, nabidi niende. Akaniuliza mbona kama unanukia pombe? Kaambia mzee, naomba tuheshimiane, mi ni mtu mzima na najielewa sawa yo stage ambayo umefikia hiyo mbaya langu ni nyimi, afu dakika za mwisho wananiambia nuka pombe. Kwa maana ushanisingizia vitu ambavyo au kama umenichoka, si unaniambia mimi ni mtu mzima naelewa. Ah, basi itabidi uende. Afu sasa unarudi lini? Nikamwambia mimi narudi kesho kutwa tu, sababu tunapeleka mtu msiba, pengine kesho wanazika, kesho kutwa tunageuza. Akanambia basi sawa. Yule mzee hakunipa hata mia, hata mia hakunipa, niliondoka tu hivyo hivyo, ila nakumbuka nilimwachia kitambulisho changu cha mpiga kula nguo zangu na mashuka nikamwambia mi nitarudi, yani ili, ili kuweka uaminifu kwamba nitarudi niliacha vile vitu. So baada ya hapo baada ya hapo nikachukua <coughs> nika vitu vyangu baadhi, nikachukua tu nguo zangu mbili ambazo nilivaa na nguo zangu zingine ni shati na suruali na nguo zangu na vitu kadhaa nikachukua na viatu mule ambavyo nilikuwa nauza kadhaa, viatu ambao vilikuwa vinamtosha shemeji yangu, sababu mi safari ilikuwa hapo kuelekea Dar. Sasa hapo Ah, yaani hapo sasa uwezi kurudi nyuma, unataka uendelee na safari. Hapo hapo naanza kutoroka sababu, si nilikuwa nimesema tu kwamba ni msiba, lakini hakuwa msiba. Mi hapo ni yangu ilikuwa kuondoka. Sababu ile situation iliniumiza sana, kufanya kazi bila malipo. So nikaondoka pale nikaenda kwa ile rafiki yangu, nikamwambia boss, kwa mimi nimekuja hapa nalala kesho Asubuhi sana abidi nipande nikakata tiketi niondoke wapi? Niondoke Dar es Salaam. Kanaambia unaenda Dar es Salaam kwa nani? Kaambia kwa sista yule ambaye kakaa zamani. Ah, sawa. Sista hapo ushaongea naye au shemeji? Sijamwambia mtu yoyote hapo. Ndio. Hapo nimetoka, ndugu yangu, nimepanda gari sasa, asubuhi sasa hiyo, mekata tiketi mpanda gari kumbuka gari lopanda liko la Njombe Express imetoka kule kama saa kumi na mbili hivi imefika mishale kama saa tisa nikaambia sista mi nakaribia kufika Dar es Salaam, akaniambia mongo wewe, nkaambia mi kweli nafika Dar es Salaam. Sawa, haina shida. Sasa ye alikuwa najua utani mona, ye alikuwa nahisi kama mi namtania vile. Mi nikatoka <coughs> mi nikatoka nivofika mbezi nikashuka, huu mpaka vasista, anashangaa nagonga mlango, anashangaa we Sam, imekuwaje mpaka umeondoka umo? nikamwelezea ile situesheni, akaniambia da pole mona basi kapita siku ya kwanza ya pili, yule mzee akanipigia vipi, mshazika? Nikamwambia yeye haina shida, ndo tunaenda magabulini hapa, si unajua kwao. Baada hapo, mke wake naye akanipigia simu, sasa unarudi lini mwanangu? Nikamwambia ntarudi mama, usijali, sikesho kutwa tu, ila mimi mama, sikutaka kumficha, nikamwambia mama, uongo zambi, ndo maana nilikutumia lako yote ya mauzo mimi sirudi tena. Hiyo situation ya baba mimi sijapenda, yaani naishi naishi maisha magumu sawa. Am, amenichukua mfanyakazi wake, lakini sasa ambavyo nimeishi hapo nimeishi kama, nimeishi kama nipo na ndugu, ukizingatia wewe mama ni mtu wa huku, yani nilikuwa nahisi kama nipo nyumbani, lakini sasa unapokuwa unafanya kitu afu amna malipo, ah, inaumiza sana, umeona. Basi mama kaniambia, basi mwanangu, usijali wewe mimi, nitajua vipi vya kuongea na mzee wako. Nikaambia sawa, hapo hapo nikatupa line ile nilikuwa naitumia na simu yenyewe, nikatupa, nikafanya mambo mengine. niliofika kwa sister, simu ukatupa vipi? Mchanganyi yani, simu nilitupa yani, sikuitumia tena. Aa, e, ah, kiswaswadu hicho, ilikuwa kiswaswadu. Ah, siwezi kutupa simu kubwa blaz, ilikuwa yeah. Kiswaswadu nikiinua mtaani tu elfu kumi, mike mbovu, nini mnaongea kwa shida, mpaka uipige swajua sasa hapa, tushafika zetu kwa dada. Sasa dada, tumefika bado hatujui tunataka tufanye nini, au tulivyokuja tuko tayari, tuna plani zetu kwamba tukishafika kwa dada mjini, we njoo tu na akili zako, kazi zipo. Mona nilivyofika kwa dada kweli, akanipokea nikaa, na kipindi hicho sisi alikuwa na mfanyakazi sasa, kulikuwa hamna na sisi, unajua tena maisha ya Dar es Salaam, kulikuwa hamna tena sehemu ya kulala. Mimi mfanyakazi wa kike eh. Sasa yeye yupo na mke wake na watoto wake na kulikuwa na vyumba viwili tu, mimi nikawa nalala kwenye cold barazani hivi kwa nje. Sometimes mvua ikinyesha, natoa magodoro yangu nasimama mpaka mvua ipite, then ikiisha nalala tena. Kuna muda nilikuwa najikuta au nirudi nyumbani, najiuliza maswali mengi, lakini sasa nilikuwa nashindwa sababu nauli sina. Ukizingatia sio kwamba sisa mwenyewe alikuwa anapenda mi kulala pale, lakini sasa amna sehemu nyingine. Basi sisa kawa amenitafutia kazi kiwandani cho kiwanda, nakumbuka kipo banana pale <coughs> kuwa akanitafutia kazi pale, nikaanza kazi naye, alikuwa nafanya hapo hapo. Sasa kwa kipindi hicho, maana mtoto wake alikuwa kidogo kakua alikuwa alikuwa anakaa na mdada nyumbani. Basi ile kazi ilikuwa na changamoto zake, nilikuwa naingia shift ya day, baada ya wiki mbili naingia night. Mshahara nakumbuka ilikuwa elfu nne pa day kipindi hicho. Siku moja naenda kazini, umu kazini kuna wanawake wengi sana, kwamba uwe makini, ila utakavyopata naomba unipe nikuwekee sema <laughs> amna shida, mi kana ikipata hela, namwambia nikiwa nikipata ule mshahara wangu baada ya wiki mbili, namwambia sisi, mi nipata kiasi fulani wamenikata, nimefanya kosa. Lakini sasa kile kidogo mi mwenyewe nilikuwa natunza, ili mradi sio, najua mi mtoto wa kiume, kuna mda na mimi na mahitaji yangu. Ina maana hiyo hela ambayo anasema anakuwekea ilikuwa yake. Baa siwezi kusema kwa ubaya, samtim inaonekana, samtim aionekani. Sasa hata kama isipo, hata kama ikiwa aionekani, unakaa unakula kila kitu, nakipitia hapo, nabidi tu ukaushe yani. Tunajua ko mi nikuwa napenda zawe ambavyo tulikuwa naishi na sista, nikuwa napenda sana shemeji yangu, alikuwa mchesi, mpole, mstarabu, kuna vitu ambavyo nikuwa nakosea nanielekeza Ah, ikafikia stage mimi na sisi tukawa tumezinguana kabisa. Kuna issue alikuwa kaifanya ilinikera sana. Mule kazini ambako tulikuwa tunafanya kazi, akawa amefuata watu baadhi anawaambia vitu vya upuuzi, yani yani issue alikuwa hataki mimi niwe na mwanamke pale kazini ni kwamba anahisi kwamba mimi ningepoteza hela. Sio akawa ameanza kusambaza taarifa za ajabu ajabu. Si mdogo wangu huyu jao yuko moja, mbili, tatu sakuna sisi takula kwa naja gani ya kusema hivi vitu vya ajabu ajabu, ambapo vina ukweli. Ilinikata sana, niliondoka nyumbani kwake. Wakati naondoka nyumbani kwake, nilikuwa na shilingi elfu themanini mkononi. Hiyo elfu themanini ndo nikaitumia kulipa kodi chumba cha giza miezi minne, kwa mwezi elfu ishirini alafu nimelipa tu kodi pale. Kazini kuna kitu kinaitwa mchujo, ko tukaa wengine tumepungua Alafu mimi nipo nyumbani kipindi hicho, kwa hiyo hata wewe pia ukapigwa mchujo? <coughs> na mimi pia nilipigwa mchujo Jokitini. Wait, kwenye story yako umesema, <laughs> kwamba uliofika town, e, sister na alikuwa kasha mtoto wake kashakuwa, kwa hiyo au sister sasa ndo akakuunganishia mazingira ya kazi pale kiwandani huko, na huko mambo yakawa si mambo, ukatoka kwa sister <laughs> kipindi unatoka kwa sister, unaifsema nini? Sijasikia. Yes, habari ya ulikuwa na godoro la nini? It means ni chumba tupu ya braza mi nimeamia pale, sina sina godoro sina kitu chochote. Sasa siku ambayo nahama, nafanya maamuzi, shemeji akanambia, una godoro hapa la kitambo. Kweli godoro liko chafu kidogo dogo hivi, kwa kipo stoo huko. Nikamwambia shemeji meji, kigodoro kitanifaa, eniipe tu. Nikachukua kile godoro, sina sufuria sina jiko sina kitu chochote, nikahamia pale. Sasa nimehamia hata wiki haijaisha, ndo ikatokea hilo swala la mchujo. Ah, ndugu yangu, kile kipindi kilikuwa kigumu sana nacho shukuru pale kazini ambapo nilikuwa nafanya kazi kulikuwa na dada naitwa Daley yule dada alikuwa kama dada yangu waiali hivi alikuwa nanikubali sana nami nikuwa namkubali tulikuwa nasaidiana kwenye mambo mengi hata ile elfu themanini ndo alikuwa kanisaidia kuweka kwa kipindi hicho yani alikuwa nanikubali sana mpaka samtaimu watu akuwa nazusha o oh, anadeti naye anadeti anatoka na mama mtu mzima shunini lakini sasa sisi wenyewe tulikuwa najua tunaishi vipi namuheshimu naye ananiheshimu sana umeona basi ilikuwa mi jioni naenda pale kula kwa mwake, ni, anaishi na mme wake. Basi mme wake kuna muda nikonaona, nakunja sababu ni sio ndugu yake, alikuwa mm-hmm. Naisi pengine mi hata na deti na, na, na, mke wake, lakini sikuwa na namna, sina maisha, ntafanyaje? mm-hmm. Hasa e, kuna siku nikonadambona navokuwa naenda kule kama mme wake apendi. Kuna siku hiyo sina kitu chochote ndani, nachukumbuka nilikuwa na unga wa ngano ndani Mboni, siku utumia. Na kipindi hicho <coughs> shemeji akanipigiaga simu, njo chukua, kuna kijiko cha mkaa cha zamani, sio kama kijiko cha mafuta hataa, kama kitakufaa. Basi nikaenda kile kijiko siku hiyo, kama unavyojua siku ya kufanyani, kile kijiko kilikuwa kimeisha mafuta nacho, bwana. Mi nikachukua ule unga wa ngano nikautia maji nikaufinyanga hapana, nikaufinyanga finyanga. Baada ya kufinyanga finyanga, nikaa naweka pale jikoni uwe kama chapati au kitumbua hivi juu ya jiko la mafuta, hata jiko likazima. Nikatoka nikaenda kwa baba mwenye nyumba, alikuwa awapo kuta jikoni au jiko lao la kuni, mona, nikaa naweka pale juu, yani hamna moto, nikawa naweka pale juu ya jivu pale, ilimbali tu vipate kukauka, kukaukakauka nile basi nikawa nimeviweka vile vidude vyangu nimevipigapiga hivi vimekuwa kama chapati hivi, nimeviweka juu pale, vipo ambavyo kidogo vilikauka, ila asilimia nyingi vilikuwa vibichi. Nikachukua mimi nikapiga, nikakanywa maji, maisha mengine yakaendelea, mona. Ila kama unavyojua njaa njaa njaa ipingwi yani, njaa kuna muda ikikushika, naweza ukafanya jambo lolote lile, mona. Basi nimeishi pale kwenye ile nyumba baadaye, tukarudishwaga tena kazini. Nimefanya kazi pale, baada ya muda nikawa nimeachana nayo pale kazi, nikawa nimepata kazi sehemu nyingine. Hiyo kazi ni kampuni ya sinolei ya pikipiki, nikawa nimefanya kazi pale. Pale kidogo Mungu alinijalia nikawa nimeama pale, nipokuwa nakaa, nikawa nakaa sehemu nyingine, chumba cha umeme <coughs> ambapo kwanza, kabla sijaama sija kabla sijaama pale kwenye ile nyumba, kuna kipindi kiko kimepita, nakumbuka ilikuwa elfu mbili na ishirini sasa hivi, kipindi kile ndo korona imekuja. Mona korona inakuja ndo nilikuwa nimenini nimehamia pale kwenye ile nyumba mpya, sababu baada ya kurudisha kazini, kazi ilikuwa nzuri na tukaongezewa na mshahara kidogo, tukaa nalipo elfu tano mi nikaweza kuhamia chumba cha umeme cha elfu ishirini na tano kilikuwa kidogodogo hivi, kapata kitanda kidogodogo hivi kitanda cha kununua kwa watu kunguni kama wote, lakini sasa ilikuwa hamna namna yani, kitanda cha elfu thelathini na tano kwa mshikaji wezi, ukasema kwamba eti utakuta kitanda kipo vizuri. Umeona ile nyumba niliyohamia ilikuwa, kwanza, Mwenyezi Mungu awaongezee zaidi, sababu nilikuwa nimeishi kama nipo nyumbani yani, kipindi nilipitia kipindi kigumu sana. Yani bado tu nikahamia pale, nimekaa kidogo ndo korona ikawa imepita ndani na gesi ya kutosha nyingi tu, mtungi umejaa umeja, ndo metoka kujaza aya. Sasa <coughs> ishu ilikuwa kwenye mambo ya chakula, mona nimeishi pale, ile korona imekaa karibia tumekaa nyumbani karibia miezi miwili hivi. Kipindi kile mona sasa eh, kipengele likuwa kwenye kula. Wanangu wanajua kwamba mimi nina gesi basi walikuwa nakuja pale, kuna kitu kinaitwa donea mwenye jelo mwenye, mwenye buku wanatoa pale, tunatoa kitu tunakula, na mi nilikuwa na kitv fulani hivi cha chogo pale. Basi sasa siku ambayo hatuna hela sasa siku tuna mia tano siu mia tatu tunaenda kuomba movie kwa mshikaji, anatuwekea movie wa mjomba, tutakula movie hapo kwanzia asubuhi mpaka jioni, tunaweza tukalala, yani tunaangalia movie. Sometimes nazirudia zilezile zile, zile usingizi hauji, kama unavyojua njaa, usingizi hauji. Kuna muda mpaka mama ya nyumba anasubiria wale wa, wa, wanangu waondoke, ananiletea chakula pale, mimi nakula, nalala, asubuhi ananipa chai na kunywa. Umeona hapo. Tunatoka, kuna muda tunatembea kutoka kwa, kutembea kutoka Gongo la Mboto Ukonga kule Banana, tunakuja kutafuta kazi Vingunguti huko kwa mguu unasehema unaitwa kwa guda hivi kama unaenda Buza unatembea kwa na udi kwa mguu, na kazi yenyewe ujapata hiyo. <sighs> situation ilikuwa naniumiza sana, lakini sasa kuzingatia, ndo kipindi ambacho nakipitia, yani hamna namna. Mona, baada ya muda kuna rafiki yangu akaamekuja pak, sasa mwapa tu tuende kwa bibi Bibi yangu mimi ana dagaa, anauza dagaa pale, dagaa mchele. Ah, tukatoka. Oi ay ay, hatujala hapo mdogo tangu jana, unasikia swala la dagaa tena, mbio mbio mwanangu, fika kwa bibi yake. Bibi yake atuambia mi na dagaa hapa wengi kweli, wajuzi. Kaambia bibi aonyeshe sisi, kwa tumwona sherehe wanatutosha basi, akatugia dagaa wengi, dagaa kwa mchengeeka, dagaa mchele na dagaa kamba, mi dagaa kamba ni kwa si waelewagi wa bro nilikula mwanangu, nilikula. huku unafumba macho uelewi, lakini unakula. sijawai kuwala tangu nizaliwe, ndo mara ya kwanza nakutana nawo wapo, na nikawala na ni wajuzi. basi wale dagaa tukawa tunaungaunga, tunapata jelo, tunanua unga robo, tunapika dagaa wetu kidogo. wale dagaa wamekaa karibia wiki mbili. <laughs> yani kwa bibi wamekaa siku tatu, alafu kwenu tena sisi kwetu amekaa wiki mbili, sababu tunachukua kidogo kidogo. Nachukua kidogo napika ugali tunakula, nachukua kidogo napika ugali tunakula, ili mradi maisha yasonge. Leo tuna haso mwanangu, alikuwa na kidem chake hivi, alikuwa namletea chakula pale. Kuna muda anamletea chakula na mboga nzuri. Sile mboga si tunaigawa, yaani mboga kwa kidogo, lakini tunaigawa, ili mradi baadaye tuifanye nini tule tena sometimes baadaye. Kuna kipindi wanangu wakawa wengi sasa, wanajua kwa mchizi fulani hivi, tukienda uhakika, ila uhakika wenyewe kwamba ni dagaa wapo. Sababu kuna siku tulikuwa washikaji kama watano hivi walikuwa wamekuja pale mtaani ya, kana tangu ile siku wale wanangu mpaka kulala tukuna, pale pale pale, tunaamka, nalala naamka, sababu unajua pale uhakika dagaa wapo, gesi ipo, mchawi unga